Mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Paulo Ligembe, ni mchungaji, na mshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Napenda ushirikishane jambo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya pili na mstari kuanzia wa kwanza mpaka wa tatu. Nitasoma. Inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwa kwa njia ya bahari ya Sham kama alivyoniambia Bwana, tukawa tukizunguka milima ya Seli siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu ya tosha, geuka upande wa kazikazini. Ilifika mahali Israeli wakafika mwisho, maana katika kuwaza kwao walivyokuwa katika safari, wakafikiri kwamba wako wanaendelea na safari, kumbe walisha walishaacha safari wanazunguka katika milima muda wa siku nyingi, na katika kuzunguka muda wa siku nyingi katika milima, ndipo Mungu anawatokea wa na waambia kama mlivyozunguka wa katika milima atosha. Kwa hata wewe kwenye maisha yaweza kuwa umezunguka katika mambo mengi sana, uko pale pale, umejaribu huku, umejaribu hili, uko pale pale, na yaweza kuwa ni kazini au mapito katika maisha yako. Umezunguka muda wa siku nyingi, uko katika eneo lile lile, unajaribu kufanya ili jambo mashindikana, sababu so, uko maeneo yale yale kwani ulishapoteza mwelekeo, ulishapoteza aidia uliyokuwa nayo, ulishapoteza malengo uliyokuwa nayo, lakini Mungu bado anakuwazia mema. Israeli akawakumbuka kawambia, kama mlivyozunguka muda wa siku nyingi, ya tosha, geukeni upande wa kazikazini. Hata wewe Mungu anaweza kukusaidia ukageuka kuyaelekea maono yako, ukageuka kuielekea safari ya mafanikio yako. Ko, na tuna maombi, tunakukaribisha kwenye maombi tuna maombi ambayo tutakuwa nayo tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi na mbili. Karibu sana maombi hayo, tutakuwa ni maombi ya, ya, kufunga na kuomba pia tutakuwa na, na mkesha kwa ajili ya kukaribisha mwaka pamoja na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo mbalimbali. Mungu atusaidia. Najua mambo mengi umepitia mwaka huu, lakini Mungu atakusaidia. Mabaya hayo ambayo umekutana nayo hutayakuta tena. Hayatakufikia tena. Tukamwambie Mungu kama matatizo haya yalivyokusumbua mwisho wake upo ni sasa. Kwa ukamwambie Mungu matatizo yote na changamoto zote zizo kutana nazo zikome mwaka isha, kama mwaka unavyoisha ndivyo mabaya yanavyoisha. Kama mwaka unavyoenda kuisha, changamoto pia zinaweza kuisha. Mungu akubariki sana. Karibu sana kwenye maombi hayo, tukaribisha hata kwenye ibada zetu. Tuko hapa Shinyanga, mtaa wetu wa Mwalugoye, kata ya Chibe. Mungu akubariki sana. Karibisha watu wote, tukaribu kwenye ibada zetu karibu pia kwenye maombi hayo ili Mungu wa mbinguni akakubariki. Mungu akubariki sana. Nikutakia amani ya Bwana Yesu. Karibu kwenye maombi hayo, chukua namba za simu ambazo kunapita hapo chini kwa ajili ya msaada ushauri mbalimbali mbali, na kwa ajili ya kuweza kupata location nzuri kufika mahali ambapo tupo. Mungu akubariki na kutamkia baraka ya Mungu, nikutamkie kuinuliwa kwa kwako na Mungu akusaidie uvuke salama mwaka huu, na kila jambo baya uliyokutana nao ni mwisho kwenye maisha. Imeandikwa katika jina la Yesu aliye hai. Mabaya hayo hayatainuka tena mara ya pili, ko changamoto ulizokutana nazo hutakutana nazo tena. Mungu akubariki sana, karibu ukauone utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, amen.